Pata habari zetu kila siku tafadhali, bonyeza subscribe, kisha alama kengele. Kuna klipu zimetana zimetoka sana kwenye mitandao, mwona kama zimetoka kwenye mitandao. Kuna mtoto amejitokeza ambaye amezaliwa na siku tatu, ngine anasema siku sita, mona ameweza kuongea na mama yake mzazi. Sasa zikatandaa sana, yule mtoto amemwomba mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akutane naye ili mradi waweze, aweze kumpa mikakati ambayo yeye aliiona, huyo mtoto sasa. Sijajua kama yule mtoto aliweza kukutana naye bi mkubwa au akuweza kukutana naye, kama vijiko vingapi, akasikia sauti inatoka chumbani mama. Sasa ile hali ameizoea kwa maana atoka tumboni kuna muda fulani kalikuwa kanaongea kakiwa tumboni sasa kushtuka ameshaiweka roho yake ni kama imezoea sasa kusema naye ameanza kusema naye kabla hajatoka basi akaitika alivyoitika akawa ameacha chakula hapa akawa ameingia chumbani akamwambia mama Asema, sema mwanangu, unasemaje? Akasema, mbona mkuu wa, wa nchi nchi anaipeleka tofauti na jinsi alivyoiacha huyu marehemu. Kwa hiyo mama, nasema hivi, mwambieni arudi katika mfumo ule aliyouacha, aliyekuwa madarakani, aende na huo mfumo. Kama hataenda na ule mfumo kuna makubwa ambayo yatakuja sasa. Mama na ule hofu, kuongea na mtoto mdogo, hujawahi ongea na mtoto mdogo, akasema saa, mwanangu, habari hizo unazozisema zitamfikiaje? unavyosema kwamba zimfikie. Akasema wakutuma ni wengi, watu wengi ambao wanaweza wakazifikisha hizi taarifa. Sasa mwanangu, ni wakina nani? akasema watu ni wengi wakuzifikisha taarifa. Nimesema kwa maana hiyo mama, kama mzazi atakaaje ndani watoto wananyeshewa mvua nje? Basi mtoto akaangua kicheko na kukaa kimya. Sasa ilikuwa ni tarehe kumi na mbili, ambayo ni juzi, ilikuwa ni saa mbili usiku Mtoto alipaza sauti, nikiwa nakula chakula hapa, mtoto alikuwa amelala chumbani. Kweli ni jambo la kustaajabu kwa mimi, kama mimi si jambo rahisi kwangu, ama ni jambo jepesi kwangu. Nilistaajabu mimi kama mama mzazi, maanake sio uzao wangu wa kwanza, ni mzaliwa wa saba kwangu mimi, na hii hali haijaanzia hapa ila kulingana yani na jinsi yani tuseme yani ilivyokuwa, kwa kuwa ilikuwa imenitokea kabla jawai ajazaliwa. Uh, yani kabla ajazaliwa, kwa kuwa ilikuwa ni vigumu kutembea. Hata kama ungekuwa ni wewe kakaangu, usingeweza jambo linakutokea ukakupuka tu kwa ukurupuka tu. Jamani, mwenzenu natembea, labda kuna moja mbili tatu, inakuwa ni jambo gumu kwao. Nilifata taratibu, kwa kuwa nina wazazi na mimi na watu wanaoniongoza ambao ni watu wazima, ilibidi niwaelekeze jamani, kuna moja mbili tatu. Lile tu nadhani tulilimaliza kama wanafamilia na jinsi ya kulitekeleza. Sasa hili la juzi nilistaajabu, kwa sababu limekuwa yani la taifa, nikasema hili jambo litakuwa ni gumu kwangu. Ni kweli waliniandalia chakula hapa jioni, hiyo tarehe kumi na mbili akaniandalia chakula hapa wao, wakaondoka wazazi, wakawa nakula chakula jikoni, nilibaki peke yangu. Mtoto alikuwa chumbani, alikuwa amelala. Kwa hiyo mtoto alipata sauti, mama hapa anaita. Kwa kiluga, niliondoka nikaacha chakula, nikaingia chumbani. Kufika nikampakata mkono, unasemaje mwanangu, kwa kiluga. Lakini basi aliweza kuongea yale aliyalio msibu yeye kama yeye Alisema mama, natoa huu ujumbe ufike sehemu husika. Kwa, kwa nini rais aliyoko ameacha matakwa yale aliyoyaacha kiongozi aliye pita awali, naomba huu ujumbe umfikie, arudi kwenye nyenzo alizoziacha kiongozi aliyekuwepo. Sasa hilo swali kwangu likawa ni gumu na zito kwangu mimi kama mzazi, kweli nilikastaajabu jinsi ya kuuliza, lakini nilijikaza kwa kuwa ni hali ambayo imenitokea wakati mtoto akiwa bado yuko tumboni, kuna maneno baadhi, nikajikaza, nikamuuliza, akasema. Sasa hizi jumbe zitamfikieje? Alicheka sana akasema, watu wao wa kuweza kupeleka hizi taarifa wapo wengi sana. Sasa nikaanza kujiuliza mimi, sasa ni watu wa namna gani au tutamtuma ni nani? Mimi kama mzazi, la mwisho akaongea, akasema haiwezekani, mama mzazi sasa kuna klipu tena imetokea kwa jeshi la polisi. Huyu jeshi la polisi anasema mtu, haiwezekani, kuna mtoto gani anaweza kuongea vitu vya maajabu? kana mwezi leo ni siku ya sita. E, leo ni siku ya sita, hana hata wiki. Ndio maana nimesema, jamani, msije mkatangaza taarifa hiyo, wakati mimi nimefika kwa masikio yangu yote mawili, mtoto haongei. We mwenyewe umekaa hapa usikie sauti ya mtoto. Sasa mtoto ameongea na nani? na baba yake, na mtu wa kuongea alizungumza na nani? mtu wa karibu nani? baba yake eh? alikuwa anazungumza na mama. Nani alikuwepo akasikiliza wakati anazungumza na mama? Jamani ye sisi ni jeshi la polisi waga, tunafanya kazi, ukiongea na kitu kuna kitu tunaita corroboration, lazima mtu aseme mimi nilikuepo nikasikia akimwambia yule vile ndio serikali tuweze kusema kuna kitu cha hivyo. Machifu wametoka hapa wamekanusha kitu kama hicho, hamna. Leo sisi tunakuja kusema kuna mtu ameona au tunahisi. Sasa, ndugu mtazamaji, klipu zote mbili umeziona jinsi ilivyo, klipu ya bibi wa mtoto na klipu ya mama wa mtoto na klipu ambayo aliyoitoa mheshimiwa jeshi la polisi. Je, Tumwamini huyu bibi ambaye mama wa mtoto au tumwamini huyu idara ya jeshi la polisi? Nani hapa yuko sahihi? Mtoto aliweza kuongea na mama wake, au jeshi la polisi anavyokataa novokataa, hakuweza kuongea na hakuna mtoto anaweza kuongea kwa mazingira haya uliyoyaona. bari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele.